Nam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hii ya leo bwana, ina muhusu mwanamuziki ambaye anakwenda kwa jina la D Voice. Eh bwana, huu ndo usajili wa mwisho kabisa, tunaweza kusema kwamba huyu ndo last bone wa pale WCB msanii ambaye amesainiwa katika record label hiyo. Ukiangalia list ya wasanii wote ambao wamesainiwa, huyu ndio wa mwishoni kabisa. Na pale Wasafi tunafahamu kwamba listi ya wasanii sasa hivi imebakia chache sana. Wasanii ambao wamesainiwa pale ni wachache, ukiachana na Diamond Platnumz mwenyewe bwana, pale kuna Zuchu pamoja na Dvoice. Kwa hiyo ni kwamba record label ya Wasafi bwana ina wasanii watatu tu. Sasa leo bwana ni moja kati ya siku special kabisa kwake DVoice, na kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana ameposti akaandika tu pale kwa kifupi eh, One plus, alafu pale emoji ya, ya keki birthday keki akiwa, <tik> anamaanisha kwamba leo ni siku yake ya kuzaliwa lakini pia ameposti picha zake tatu mpya kabisa, na pale juu bwana ametumia wimbo wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Happy Birthday. Kwa hiyo kwa kifupi, bwana leo ni siku ya birthday ya DVoice. Sasa mambo ambayo yametokea katika birthday ya Devoice bwana ni mengi sana. Kuna mazawadi mengi, kuna jumbe za watu mbalimbali kuhusiana na yeye kumuishi na kumtakia kila laheri katika siku yake ya kuzaliwa, ambapo kwanza kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram bwana, hapa kuna watu wake wa karibu kabisa, wakiwemo wasanii wenzie pamoja na memba wa WCB wamejitokeza hapa kuja kumuishi, happy birthday Devoice. Ya yeah, so baada ya DVoice kuposti hapa, kuna Chino Kidi ameandika more life, Mr. Mtambo e. Eddie Santos huyu ni kaka wa Damo Plana, amekuja hapa ameandika kwamba happy birthday mzee wa voice, Allah azidi kukufungu, kukufungulia milango zaidi. Queen Frasian huyu ni dancer wa Mbosso amekuja ameandika pale happy birthday mate, yaani maana yake ni kwamba huyu dancer wa Mbosso bonge la dada ee, ni kwamba yeye na DVoice wote wamezaliwa tarehe moja kwa hiyo na yeye pia amekuja hapa kumtakia kila la heri D Voice katika siku yake ya kuzaliwa. Dogo Pateni hapa amekuja ameandika ameandika more more life my brother. Mabantu ameandika kwamba more life jini. Mdangote hapa amekuja ameweka emoji za hela. Aklam TZ amesema kwamba happy birthday Ankali. Eh, watoa eh <coughs> e, watoa mawe tuambie tu. Chenjeu pia amekuja kumtakia kila la heri naye pia ametokea hapa kuna Onesmo Rupia Kawina Twa Mabantu e, na watu wengine kibao ambao ni macelebrity hapa Tanzania. Lakini ukiachana na hao, pia vilevile vile ni kwamba tumepita katika peji ya Mama Dangote. E, Mama Dangote bwana ameandika kwamba birthday boy jini D Voice, keki wapi? Baba anakupenda sana Sunshine. Yeah, so hicho ndicho ambacho kime happen bwana, ni kwamba uh, D Voice uh, mama Dangote naye pia amemuishi birthday, kwa hiyo hii inaonyesha kwamba D Voice bwana ni kipenzi pia cha mama Dangote. Let us Yeah, so ukichana na hizo zote at the the end of the day bwana, tumekutana na hizi posti ambazo ni za page mbalimbali zikiwa zinaonyesha jinsi ambavyo Diamond yeye naye alivyoonyesha upendo e, bwana kwenda kwa D Voice e, ni kwamba Diamond bwana amemnunulia zawadi za cheni. Umeona bwana, ni kwamba D Voice bwana amenunuliwa zawadi na Diamond Platinumz cheni mpya kabisa. Ukizingatia kwamba leo bwana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. So hebu hapa sikiliza kidogo moment, jinsi ilivyokuwa baada ya Diamond Platinumz kumnunulia Dvoice cheni katika siku yake hii ya kuzaliwa. <laughs>

ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba DVOICE amepokea zawadi ya cheni kutoka kwa bosi wake Diamond Platnumz akiwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa yani birthday. <tik> <tik> Kwa hiyo hapa pia vilevile vile kuna mashabiki wa Eh, wa WCB nao pia baada ya kumuona Diamond amemzawadia cheni D Voice wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa mfano hapa kuna huyu hapa anaitwa Advocate wa Diamond ameandika kwamba eh, bwana Diamond ana moyo wa kutoa sana. Eh, mwingine anasema kwamba bwana, bado najiwazia tu hivi ni kwamba nyie wote mmeshapata okay. Hayo wamekuja kutazama kutangaza biashara. Mwingine anasema kwamba bwana Diamond kweli ni mtoaji, ananua vitu vya thamani na kuwapa wasanii wake. Nakumbuka hata Mbosso naye pia moja kati ya cheni zake pendwa kabisa alipewaga na Diamond kama zawadi e. Hapa bwana, kuna wadau wanakumbuka kwamba e, hata Mbosso naye vile vile hapo zamani kabisa, wakati yuko WCB. Eee, ni kwamba alishawahi kupewaga cheni ya samani kweli kweli ambayo na yeye na upo ilikuwa ni zawadi tu kutoka kwake Diamond Platinum. Kwa kutokana na hiyo watu wengi sana wamemsifu Diamond kwamba yuko na moyo wa kutoa, yani yeye siku za furaha za wasanii au watu wake wa karibu huaga anapenda sana kujitolea kuwapa vitu, eh, kama vile zawadi kama hizo na vitu vingine kama hivyo. So it is what it is, hivyo ndivyo mambo alivyo. At the end of the day, na wewe pia ukiwa kama mdau bwana hebu tuwekee maoni yako, katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha uh, <Sess> unaweka maoni yako kama kawaida, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.